Asalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Katika darasa letu la leo nitahitaji kukufunza sawa mchanganyiko wa ubani aina tatu zenye nguvu kwa ajili ya kuweza kutumia katika maombi ya namna mbalimbali. Chukua mbali. Njia hii uweze kuitumia katika swala la maombi ya namna mbalimbali mbali. Ombi lako hilo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala litafanyiwa wepesi wa kuweza kukubalika. Je, ni ubani gani hizi aina tatu ambazo ukizichanganya zinakuwa zina nguvu kubwa sana ya wewe kuweza kufanyiwa wepesi wa kukubaliwa kwa maombi yako? Bimaana kama ni kisomo cha dua sawa, ukiwa okay, unachoma au unatumia ubani hizi, basi maombi yako yanafanywa wepesi kwa yanafanywa haraka sana kuweza kujibiwa, au labda unachoma tu ndani mwako, ukifanya maombi yako wewe mwenyewe binafsi, sawa, unayoyafahamu wewe, basi dua hiyo inakuwa ni nyepesi kuweza kukubalika. Ni ubani gani? Ubani wa kwanza kabisa ni ubani Maka, sawa. Ubani wa kwanza kabisa ni ubani Maka. Kwa hiyo mahala popote ulipo, tafuta ubani Maka, maarufu tu ubani maka. Nenda katika maduka ya dawa za asili, sema nahitajia ubani maka, watakupatia huo ni ubani wa kwanza ambao una nguvu kubwa sana ya kuweza kukubaliwa maombi yako. Ubani namba mbili ambao pia una nguvu kubwa sana ya wewe kuutumia, alafu ukapata majibu na matokeo mazuri katika hicho ulichokiomba, ni ubani zuhura, sawa ni ubani Zuhura. Na ubani namba tatu ambao unaweza ukautumia katika swala lako la maombi ni uvumba, kwa jina lingine jawi. Hizi ni aina ya ubani tatu ambazo unaweza ukachanganya na ukatumia katika swala lako la maombi, na maombi yako akajibiwa kwa uharaka zaidi. kwa kuna namna mbili Sawa, kuna namna mbili ya kuweza kutumia huu ban c amaa kachukua uban sohola na uban Jawi, ambaoa moamoja kwa nafasi yake, kila moja inakuwa na nguvu yake. Sawa, nadhani kwamba nisha chambua sana ubanimaka una kazi gani? E, Zuhura una kazi gani? Jawi una kazi gani? Kama haujapata video hizi katika akaunti hii ya TikTok basi unaweza katembelea katika YouTube chaneli yangu, nimezungumzia hivi vitu sana kwa upana tena mkubwa. Sawa. Kwa hiyo chukua fursa hii ya kuweza kulichukua hili somo langu ambalo nimekuweza kukupatia leo, unaweza ukatumia hizi njia na zikakupa matokeo mazuri. Asalamu alaikum.